Kwa sababu kuna nane kumi na moja kumi na nane mpaka ishirini. Musa naeza akamlingia Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, hawa watu ambao umenipatia ni mzigo mkubwa. Mungu akaamua kumjibu, akamjibu, akaambia, akamwambia ivi, mtumishi aa, inasema ndio kisha waambie watu hawa. Waambie, hawawambie, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho, ndio ani mtakula nyama. Nani mtakula nyama? Kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana mkisema ndio ni e, nani atakaye tupa nyama jule. Ni kama tu watu wa duniani wanalia kila siku wataka wale nyama. Wamelia kabisa Mungu nalila kujibu akasema, bibi twende Bwana huko Misri tulikula na uheri huko Misri, alikuwa anakula nyama na uheri. Bas, basi kwa sababu ya hiyo Bwana atawapa nyama, basi kwa sababu ya hiyo Bwana atawapa nyama. Nani mtakula? Nani mtakula Uh, hamtakula siku moja hamtakula siku moja wala siku mbili wala siku mbili wala siku tano wala siku tano wala siku kumi. Ndiyo. Wala siku ishirini. Ndiyo mtumishi lakini mtakula muda wa mwezi mzima ndio hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu ndio mtumishi achiapo ukiingia pale zaburi sabini na nane, 28 hapo Mungu amejibu na malio mawazo ambayo wanadamu walikuwa nayo, wanataka nyama wade nyama. Mungu akasema sawa, nyama nitawapa. Zaburi sabini na nane ishirini na nane nasema kii, baada ya Mungu hapa nyama nini kichotokea? Twende ishirini na saba ishirini na saba nzia pale, twendelee. Akawaonyeshea nyama kama mavumbi, akaonyeshea nyama kama mavumbi, na ndege wenye mbawa, na ndege wenye mbawa. Utu akawapatia kama mchanga wa bahari, ana a alimaa kuwingi. Twende, akawaangusha kati ya mama- matuo yao, akawaangusha kati ya matuo yao, diyo pande zote za maskani zao, pande zote za, za maskani zao, wakala wakashiba sana, walikula wa kushiba maana aliwaletea walivyo vitamani, ndio hawakuwachana uh, na matako yao ndio. Oh, mtumishi, inamaanisha Mungu ajibu maombi yao. Alisima Mungu ana alipojibu maombi yao akasema, ah, mmelia sana hata nawape nyama mle. Lakini nini kilichotokea baada ya kufanya hivi? Mtumishi, naka tuone nini kilichotokea ku, kito kwa maana wazanimkula nyama wakashiba wakanona tu. Eh, hey, watu wanapokula nyama mnanona kunona, mnashangaa ni nini? Unajua kwa kunona tu ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Inaweza kusema vipi? Ila chakula chao kikali kivi nyoni mwao. Ndio. Hasira ya Mungu ikapanda juu yao. Yao. Hasira ya Mungu ikapanda juu yao. Mungu uliweza nikasirika, akawaua waliokuwa wanono. Akawaua wote waliokuwa wanono. Unaona kwa nyama unafika kwa nyama ili uweze kunenepa. Mungu amekasirika na watu wanaiwa na afanya nini anawaua? Hasira yake imewaka kabisa kuwaka. Pindi. Akawaangusha chini vijana wa Israeli. Akawaangusha chini alikuwa na uzaimu. Unashangaa wakati boga hizo ni Mungu anafikaje katika mji wa Kanaani? Mtendelee mtumishi. Kwa nadhani nafani nimeseme chakula kipi ambacho huta nafaa kula. Ezekieli. Je, Mungu ametupa nini tuweze kula Ezekieli 4:9. Mungu ametupa chakula kipi tuweze kula? ndio pia ujipatie ngano, wewe, ngano. Na shairi. Na shairi. Na kunde. Na kunde. Na ndengu. Na ndengu. Na ndengu. Na shairi na shairi. Na kunde na kunde. Na ndengu na ndengu. Na mtama na mtama na kusemeni vitie ka wakati, hesabu ya siku utakazolala ubavuni kwako, yaani siku mia tatu na tisini watoto hakuna mwezi na bapu kile mtumishi, nilikuwa tazini nilipata hapo. Kwa hivyo unaposoma pia Danieli inaeleza, kuna kitu ambacho wana wa Mungu walikula walipokuwa chakula cha mfano, wakasema ah, kichwa sisi hatukitaki sisi tunakula kitu chetu. Kwa hivyo, mtumishi, kwa hivyo maana muda ni mchache, nitaendelea kesho kuanzia pale, nimalizie kwa kingine kwa kitengele kingine. Nashukuru sana kwa sikia, na ile swali inaweza leta naenajidia kesho kwa maana bado muda tunao kesho, na tutaendelea hapo ambapo tumeachia. Tunaomba mtakatifu mtakatifu, Mungu juu mbinguni, ni asante kwa maana umeanza kujifunua mwenyewe, ukieleza wana wako ni vipi wanafaa wawe na lishe bora katika maisha yao. Ulituumba ili tusiweze kuangamizwa na magonjwa lakini vyakula ambavyo vilivyomo duniani vimekuwa na magonjwa mengi, vinafanya maafa anakuwa mengi. Mungu uweze kutufunulia zaidi, tuweze kuelewa chakula kiki ba sisi wanadamu tunafaa tukitumie, tuweze kutupatia afya, tuweze kutupatia mwili wenye ambao unaweza kudhibiti magonjwa na kiwezo kwa chakula ambacho kitakupa jambo kisha kitanga ambayo wewe unataka katika amri zako, utaweza kutendeka vipi? Acha Mungu mzuri kujifunulia kuanzia hapo. Kesho katika kipindi kama hiki kesho, na kipindi ambacho kinakuja cha Bible study fulani, acha Roho Mtakatifu aweze kunishikia yule ambaye anaenda kusimama mbele yako, ili aweze ya kueleza wana wako nini ambacho unakitaka kiweze kutendeka. Acha mapenzi yake yaweze kutimika